Mtu unachoka unapambana. Mungu anizidishie wapi mama, abana mimi naomba hela sana abana. paka mtu anakuja kusema live, unashtaki live. Ndugu zangu tafute mtu mwingine mzigo jamani, nyinyi mnachukulia vitu kwa time, nimechoka bwana tafuta tu mtumiaji tokeze tu mzungu mwenyewe kwenye uko atufanye, tutakusifia. Hiyo upload, sijakata tamaa. Zanzibar jamani, mtu anaitwa Zanzibar, mimi nimeshtuka. Sijakata tamaa na tamaa ikatiki, ila unachoka. Sasa kama unachoka mtu usiseme kati kati ya shughuli, ujalala vizuri Rita, I need a therapist for real. Jamani, I have trauma. Unanipa trauma. Unajua kuna muda? This is true. Yani shout out to my family, love and everybody. Yani jamani tungeni kwa familia zinaturudishaga nyuma. Ukiangalia sana familia. Yani kuna muda sukari kiwaishia, watakupigia, mafuta watakupigia umeme wata kupigia, viatu vimekatika wata wame na kupigia, wamechoma na mwiba wata kupigia. Yaani mpaka mtu kameza panga anakupigia, na bado wala abeg maa. Uh, uh, it's too much to relax. Eni apa nimetoka kupiga bonge la kilungu, kapiga babu, kapiga bibi, kapiga mjomba, hawajapiga tota, shangazi, mama mdogo. Jamani, jamani, nimechoka Mm -mm. Mi mwenye na shida, mtu anakuuliza mbona ujengi, lakini sio kama mtu unajibu kama kijiani. mimi ni na michanga o so mtu yani baby. Mtu una majukumu mpaka mtu ukimpa kichwa dakika mbili na kurudishia. Jamani, ndugu, majamaa na marafiki na familia, uko pamoja na klani na everything to the punguzeni kutu mba sana watu hela. Yaani wote mnakaa, naona ingia chumbani unaenda kuniomba hela. Kwa sababu nimemtumia labda mama. Ukaona tena. Shangazi, mama mdogo, naona ingia chumbani labda unakuja kuniomba. Jamani, simumpe mtu nafasi. Ni sadaka kweli? Mbona mimi sadaka natoa, naenda barabarani, naenda kwa yatima. Nafikiri mimi lo nzuri sina. Lo nzuri ndio maana hatujengi. Ukiona lo nzuri sana, ujenge. Watu mimi na nzuri kwa mpaka ukiwa unakuja kwa lalamikia naipenda familia yangu na sitoa cha kuwasaidia na jamani, Na ukiwaambia huna, Mimi ndo ndo, yani mimi niko tu nikiingia Bill Gate bebe unanitandikia hadi red carpet, unaona watoto na watu watu wanafagia fagia, fagia. kila mtu anajifanyia yuko busy, yani anajifanyia, yani anajifanyia wako very careful. Ili mradi tuwe karibu, lakini ah bwana mtu bana unachoka yaani, unajisikia vibaya, kuna muda ukisema huna, ya najua ni dalili ya utajiri, lakini jamani, tupaka shangazi, mzaa mjomba, kaka yake kaka naye, tupaka baba fulani, sijui mimi nachojua, baba yangu mimi simjui, ila ndugu wa baba yangu wote kiboko tena sasa hivi ndo anakuja ile, yani kama mnataka kuja kufanya interview, jamani, kafanyeni tu, amesemeni ametukataa nyinyi, semeni tu atusaidie, semeni tu a a, pumzi haitoki, mpeni mtu nafasi. Kuna muda mtu unapitia matrauma yako, hawakuulizi hali, shida sio kusaidiana. shida sio hela, hali, hawakuulizi hawa umelalaje, hawajui umelalaje, hawajui unayapitia paka utrendi Nimeona hatari sio nimeona yeye nini. Lakini mtu aino tu simu habari yako unaendeleaje? Hakuna huo mchongo. Hakuna yani. Sasa kuna muda hata kama mtu ndo ume ndo ile nini sio nini na nini, kuna muda hata mtu mtupigiwe, usalimiwe, uulizwe umekula umeshindaje, mtoto wangu unaendeleaje, familia ama ila mzima. Yaani, e, unatamani tu maneno fulani ya kukufanya unakuwa encourage. Unanitoa kwenye mada unanileta kwenye kuchamba, mtoto koma. Hili wigi nimeeka jana, jana wigi ni kijana kipilipili. Mnasema wigi mnaongea ni mnataka nije na nini, nije na mantiki topic au tu quantity au au ni exist na we mtoto koma, ili wigi lina renti ya mtu umenielewa eh? Mtoto koma tena, unaona jamani, nikitoa hapa ili wigi unaweza ukadondosha simu Yaani ya tu ndo nalishusha ili wigi chini unaweza kudondosha simu. Mtoto koma. Koma, koma. Mada zote na kuja kwenye dunia. Sawa mdogo wangu. Mimi ni last born wa Mungu. Na hiyo kitu na, na sijisifi ni last born kabisa. Yaani ni wewe <laughs> Gigi fulani ka kutukana mimi, sipotukana wala yeye sipotukana. Umenielewa? Mange naniita kwenye hapo tena? Ah jamani, vitokee tu, nimechoka hivi. Unajua kuna muda unaishi na wasiwasi bado wasi, utasikia huku fulani kasema hivi, Mange kaongea hivi, sijui huku ka kusema shoga, huko ka kusema msagaji, unajikuta tu maisha yako yako saa which is, jamani, i need to breathe. Fanyeni kama una chochote wewe, toa umalizane na mimi umalizane na nafsi yangu, yaani siwezi kukaa roho juu. Kuna nini tena a uh a -uh, sio mimi, siishi kwenye makosa yangu, siishi jana, umenielewa zikana jana, nilishinda na njalo nimeshiba, kwa sikumbuki, sielewi, sitambui, ukiendekeza okay, pombe na sare pia ujenge hizo sipochukijua wale vinaomba waje. Hey, usiongelee pombe kama una mini alafu, walevi bebi wanapewa pombe. We umesikia? Mimi sasa hivi naenza nikikata isimu nitapiga tu Gigy Money, njoo hapa na kununulia chupa moja, ndugu yangu, kuna muda huna shaba